Je, wajua kuwa kuna tamaduni nyingi za harusi tunazozifuata. Stabaradi ni kueleze baadhi ya hizi itikadi na asili yake. Je, wajua kuwa aliyekuwa Malkia wa Uingereza Viktoria wa pili ndiye aliyeanzisha mfumo wa bi harusi kuvalia vazi nyeupe. Kabla ya hapo, bi harusi angevalia vazi lolote lililompendeza. Je, yeah, umewahi kujiuliza ni kwa nini kuna kidole kinachoitwa kidole cha pete? Wamisri walioishi hapo zamani walisadiki kuwa kulikuwa na mshipa kwenye kidole cha pete uliounganishwa na moyo. Neti ya harusi ya kisasa ilikuwa maarufu wakati wa Malkia Victoria wa pili na ilitumika kama ishara ya usafi wa moyo na unadhifu, ujana wake na ubikira. Na siyo hayo tu, inasemekana kuwa neti hiyo pia ilimkinga biharusi kutokana na roho za wivu na macho mabaya. Ikiwa unafikiria fungate ni tukio la kisasa basi umekosea. Ni tukio ambalo lilikubalika kule Babiloni miaka elfu ine iliyopita, kwamba mwezi mmoja baada ya harusi babake biharusi alipaswa kumpa mume wa mwanawe vinywaji, yani mvinyo. Na kwa kuwa ulikuwa ni msimu wa kuonekana kwa mwezi, kipindi hiki kiliitwa honeymonth, kwa sasa ikijulikana kama honeymoon.